Mheshimiwa Spika, nami nitumie fursa hii kushukuru sana kupata fursa niweze kuchangia bajeti ya ofisi ya Rais Tamisemi, lakini nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri wote wawili pamoja na Katibu Mkuu na wataalamu wote kwa kazi kubwa na kazi nzuri sana wanaifanya. Mheshimiwa Spika, mimi nitajielekeza kwenye mambo manne. Jambo la kwanza nitazungumzia mradi wa TACTIC, mradi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ametafuta fedha kupitia World Bank, tumezipata na unakwenda kubadilisha jiji la Arusha. Barabara imeshaanza engo Sheraton, barabara ya Shelaton, ya Olasiti. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba ujue tu kwamba mkandarasi anasuasua, yuko very slow, japokuwa fedha zipo. Kwa hiyo ningeomba ofisi yako ikaongeze nguvu kwenda kumsukuma ili matunda haya watu wa Arusha waweze kunufaika nayo. La pili, kupitia mradi wa tactic, pia tuliweza kupata component ya kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha, kujenga soko la Kilombelo na soko la Pamurombo, na tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza mwaka jana tenda litangazwa. Jana mheshimiwa naibu waziri ametujibu hapa kwamba mchakato ule ulifutwa, uli kwa sababu mtu alipatikana alikuwa hana kigezo. Mi nimeona pale palikuwa pana usimamizi ya fifo wa wataalamu. Kama metangaza Januari mpaka kufika mwezi wa sita mngesha jua kama mtu mwenye kigezo hana, mkatangaza mtu mwingine. Wakasubiri mpaka mwaka mzima ukaisha, wakaja kutangaza mwaka huu. Mi ningeomba wizara yako ingekaa karibu sana na wale ambao wanasimamia mradi huu ili uweze kukamilika na kuanza kwa wakati. Na jana mmetupa ahadi kwamba kufikia Mei mkandarasi atakuwa site, na mimi Mheshimiwa Waziri, sina mashaka na wewe kwa sababu ulikuja pale Esolongdo baada ya kuzungumza kipindi fulani tumeona ile mkandarasi uko site na kazi inaendelea. Tunaomba na hili pia la stendi ukaliwekee nguvu ili mwezi wa tano mwaka huu mkataba usainiwe na tumuone mkandarasi akiwa eneo la site. lakini kwenye hili na angalizo moja tu kwenye mradi wa Tactic tunajenga tunataka tujenge tunajeng barabara ya lami kutoka eneo la stendi kuja barabara ya Mbauda, lakini Tanlod pia amesaini mkataba kilomita sabini kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka Oljolo ambayo eneo ni hilo hilo. Kwa naomba mkae na Tanrod muangalie ili kama wao wanajenga hizo fedha zikiokolewa ziende zikaondoe changamoto nyingine barabara kwenye maeneo mengine ya jiji la Arusha. Lakini tunatamani pia barabara yetu ya Lemala ambayo ni tibio Tanesco pia iingie kwenye mradi wa Tactic ili iweze kuondoa changamoto hiyo. Barabara pia ya Kibo na yenyewe iweze kumaliziwa. Lakini pia na barabara ya kutoka pale Engo Sheraton kwenda mpaka kule upande wa daraja la pili. Sasa, la pili, mheshimiwa waziri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 watakula mle ndani, sio kwamba wanabuni wanalipenda jiji. Maeneo ambayo yanatatua shida za watu, hela hazipelekwi. Wewe leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu milioni pengine hamsini, hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni mia nane, stendi ndogo unaweka 1.6 bilioni, huku ujamaliza shida za wananchi. Kwa hiyo, mheshimiwa waziri, nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane kwa sababu na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya mkono la Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni mia nane kilikuwa ni kizaanati, leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu, tungeweza kuokoa 1.6, tungeweka lami pale kwenda kituo cha afya, watu wakaenda zao wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya Afcon, kule tunakojenga barabara ya njolo tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa na kwenyewe pia barabara ni mbovu ni maani yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia tuondokana na hizo changamoto. Lakini kingine, Mheshimiwa Waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Sasa unajiuliza, Arusha hakuna wamachinga? Kwa nini hela hazijatumika? Ukienda katika hali ya kawaida, ukienda pale masokoni, angalia soko la la mbauda pale, matope matupu Milioni mia tano ipo, raisi kaleta, imekatwa tu. Nenda soko la machinga namba sitini na nane. Matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni mia tano ipo, ina miaka miwili, daktari Samia kaleta, hamna ambacho kina kinaendelea pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali. Kwa sasa unajiuliza hawa mliowapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa Spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi, baada ya kusema hayo Nakushukuru sana kwa fursa hii ya adhimu.